Lakini leo yangalia mataifa yetu ya Kiafrika, mataifa yetu ya Kiafrika yakipata shida yanakimbilia mataifa yaliyoendelea. Hayana muda wa kukaa chini na kutafuta uso wa Mungu kujua nini tunahitajika kufanya, kujua nini, kwa nini tumepata shida hii. Unaweza tu ukatwelewa ukaona mfano mzuri tu mfupi, kipindi cha korona kipindi cha korona, unaweza kuona namna watu ambavyo waliteseka. Janga la korona limeandama, limeenea katika mataifa. Watu walianza kukimbizana kujua ni dawa gani inaweza kutusaidia, lakini ashukuriwe Mungu, sisi tukawa tofauti katika taifa letu. Aliyesimama kutuongoza akajua kwamba kinachotakiwa na kitu kimoja tu, lazima tuutafute uso wa Mungu, tujue nini shida anamulisha kila mtu kwa Mungu wake aombe, nini shida, tumwombe Mungu. Ni watu wachache wa disainio mala wa, viongozi wa disainio ni wachache sana katika dunia hii. Kwa leo Bwana Yesu asiwe sana. Sasa kama mataifa yako hivyo, sisi tuliokoka lazima tubadilike, lazima tubadilike, tusienende kama mataifa wanavyoenenda tusienende kama ulimwengu unavyoenenda. Tunapokutana na njaa, tunapokutana na njaa, basi hiyo njaa itupeleke katika kutafuta haki, itupeleke katika kutafuta haki, tuweze kuwa na njaa, njaa ya haki. Bwana Yesu asiwe sana. Niombi mojawapo la kwenda kumwomba Mungu, kumwambia Baba, tunahitaji tunaomba njaa ya haki tunaomba njaa ya haki, utusaidie Mfalme, utusaidie. Unaweza ukajitazama mwenyewe, angalia namna maisha yako yanavyoenenda, angalia familia yako ilivyo, halafu sogea mbele za Bwana na Mungu, mwambie Mungu, nimejua ya kwamba kumbe hii njaa ninapozungumzia njaa, sisemei njaa tu ya chakula, nimetangulia kusema njaa ni yule msukumo wa kuhitaji kitu fulani. Maana yake nini? Angalia moyo wako unahitaji nini? Roho yako imepungukiwa na nini? Angalia roho yako imepungukiwa na nini. usikimbilia kutazama vya mwilini kwanza, ukaona kwamba nimepungukiwa na kiwanja no. Angalia roho yako, roho yako ina nguvu kwa kiwango gani? Halafu mwambie Mungu, ninahitaji ninahitaji chakula cha roho, ninahitaji unisaidie nijue namna ya kupata chakula sahihi ambacho nitahilisha roho yangu iweze kushiba. Sasa popote ulipo, tunaenda kuomba. Usini pite, Bwana, usini pite unapo usa wengine na mimi kuse tuzaimba wimbo huu, tumwambie Baba asitupite, tumwambie Jehova asitupite, tumwambie Mungu asitupite, tumwambie Baba asitupite. Tuimbe kwa kumaanisha katika Roho, tuimbe kwa kumaanisha katika Roho. Halafu twende tukaombe mbele za Bwana. Ninaamini kupitia hili Roho Mtakatifu atanena na sisi. Roho Mtakatifu atasema na sisi. Roho Mtakatifu atanena na sisi. Roho Mtakatifu atanena na sisi. Usini pite, Bwana. Usini pite.